Wakulima wa zao la korosho wilaya ya Masasi mkoani Mtwara wameulalamikia mfumo wa stakabadhi ghalani unaotumiwa na vyama vya ushirika, kwamba hauna manufaa kwao bali unaendelea kuwadidimiza kiuchumi. Wakulima hao wameulalamikia mfumo huo kwa kueleza kuwa mkulima analipwa shilingi 800 kwa kilo moja ya korosho na baadaye kuongezewa shilingi 200 mpaka 400, fedha ambazo haziwasaidii wananchi katika kujinasua katika hali duni ya maisha. Mwandishi wa Mwananchi Digital Haika Kimaro kutoka Masasi mkoani Mtwara ametuandalia taarifa ifuatayo. Baadhi ya wakulima wanasema mfumo wa stakabadhi ghalani umekuwa ukiwaumiza kutokana na kushindwa kunufaika na uuzaji wa korosho hizo. Si mpango ambao uko rasmi kwa sisi wakulima, kwa sababu hatujashirikishwa, na kama walishirikishwa ni wachache ambao ndio wanaonufaika. Bodi ya Korosho na wakurugenzi wake wanaohusika waliangalie kwa kina ili swala ikiwezekana, stakabadhi ghalani iondolewe kabisa, tupate soko huru. Nikiwa na korosho yangu kama ni gunia moja, nikipeleka ghalani, kuna na mnada, nitakao ukuta bei nitakao ikuta sokoni siku ile, ili nufaishe na mimi. Huyu aliyemuunda mpango huu wa stakabadhi ghalani hakututakia mema wakulima, kwa wafanyabiashara na wale wenyewe unawafaa kwa sababu ghalani watakuwa wanapima korosho kwa muda wa wiki tano hivi au wiki tatu. Kweli wakulima tunaumia sana na tuna kilio kikubwa kama ni kusini huku, kuhusu swala la korosho. Tunahumia na tunateseka na inatuumiza sana swala la stakabadhi ghalani. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Korosho Mfaume Juma anasema suala la elimu kwa wakulima ndilo linaloonekana kushindwa kuwafikia huku, mbunge wa Ndanda Cecil Mwambe akiahidi kupeleka hoja binafsi bungeni ili kuweza kufuta sheria inayoruhusu mfumo wa stakabadhi ghalani. Tatizo linalotokea kwamba kuna kuna mtiririko duni sana wa taarifa kati ya yale tunayosema na na wale wakulima kule wanayopata, jitada ambalo tunafanya sasa hivi ndio maana tunapenda sana kufanya kazi na vyombo vya habari. Kwa sababu taarifa hizi ziwafikia wakulima waelewe kwamba swala hapa sio mfumo wa stakabadhi ghalani. Suala kubwa linaloumiza ni wale watendaji waliokuwa nao katika maeneo yao kutoelewa na kuzingatia taratibu zilizowekwa na bodi. Na watu pekee wanaweza kutoa hizo taarifa za ukiukwaji wa taarifa hizo, wa taratibu hizo ni wakulima wenyewe. Nimeshafanya taratibu kwa kuandaa hoja binafsi kupinga ile sheria iliyotengenezwa taratibu wa kuweka stakabadhi ghalani. Kwa sababu ninaamini kwanza ile ni dhuluma kwa mkulima. Sawa, Mama yangu mimi ni mkulima, mimi mwenyewe nimejaribu kulima wakati fulani mpaka nilikata tamaa. Tuna mashamba yetu, achia marimu zetu kule Mbeche. Hakuna fedha inayopatikana. Kifupi tu kwa mfano mwaka huu mwanzoni kabisa walisema bei elekezi ni shilingi elfu moja mia mbili, lakini korosho ziliuzwa mpaka shilingi elfu mbili mia tisa. Zao la korosho kwa asilimia kubwa hulimwa katika mikoa ya kusini kwa maana ya Lindi, Mtwara na Ruvuma, ingawa zao hili lina msimu, huku mkoa wa Mtwara uchumi wake ukitegemea zao hilo pekee kujiendesha. Ni Heka Kimaro, Mwananchi Digito, Masasi, Mtwara.